Mimi naitwa Julio Elieza, pale yeah, nilikuwa mwalimu mshauri mm -hmm. Kwa maana waliniomba kuongeza kidogo nguvu katika tekniki. Kwa hiyo nilikuwa katika sehemu hiyo, nimekuta walimu wengine mwalimu mm -hmm. Makifuna pamoja na Dudu mm -hmm. Kwa hiyo nika kile nilicho nacho ambacho nakiona katika mechi, najaribu ku kipushi tu na tunafanyaje kupata matokeo katika mchezo wa leo. Mwalimu, mchanganyiko wa walimu wa aina yako, lakini pia wachezaji wa mm -hmm. aina na madaraja ambao unafundisha unafikiri analeta chachu gani na utofauti gani kwenye mashindano namna hii? Uh, obviously game kama hizi ni, ni sehemu ya kuonyesha kile ambacho unacho, kwa sababu ukisema ufundi ni ngumu kuupata, kwa maana kwamba ile combination ya timu na namna timu inavyocheza inakuwa ngumu. Muda mwingi wachezaji wanacheza individual, so kwa hiyo unachoangalia una ni kile kipaji ambacho anacho mchezaji, kwa hiyo ni sehemu ya utambulisho wa mchezaji kile ambacho alicho nacho. Hii kama kuna sehemu ambao watu wanaona na kuweza kupushi, basi ni fursa ambayo wanaipata hiyo. Eh, wapo wachezaji ambao katika madaraja yaliyo rasmi ya ligi daraja la kwanza, la pili, lakini pia wapo wanaocheza mpaka katika madaraja ya juu kabisa kwenye ligi za mataifa mengine. Tofauti asilimia 20 ni ya wachezaji wa namna hiyo, wanaobakia ni wachezaji wa changa ambao wako katika mashindano ya kawaida na sio katika madaraja yaliyo rasmi. Unadhani kuna nafasi yoyote ya watu ambao wanamiliki timu zao kwenye madaraja rasmi kuona pengine wachezaji huku na kuwapeleka katika mashindano yaliyo rasmi? hey, kipimo kizuri kwa sababu hao wanaokuja wanaondoka kwenye madaraja ya juu wana kitu ambacho wanakuja nacho obviously, wanapokuwa wanacheza na wale ambao wanakuja wakiweza kukompiti na kukompea, kwa nini kushindana vizuri na wale ambao wanaondoka kwenye madaraja, inawapa credit kwamba nao wanaweza kufanya vizuri kwenye ile madaraja mengine. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni nafasi nzuri kwao kwamba wakija wanaongeza chachu, wanaongeza ushindani na wao wakiweza kukompiti kukupea na ile hali ambayo ipo ya ushindani kwa udogo wao inawaongezea credit kwamba nao kesho wanaweza kuwa wachezaji wazuri Sop. Hata wale wanaocheza wanaokuja, sio kwamba wanapokuja ni bado wanatengeneza wa nani mazingira ya kuendelea kuonekana zaidi, kwa sababu hapo kumekuja watu wengi wanaangalia mpira na kuna watu wengine wana timu zao, kwa wa, hiyo ni njia rahisi kuweza kuwatambulisha zaidi. Sasa mwalimu, niambie pia kuhusiana na uh, kile ambacho unakiona kwa hivi sasa, umekuwepo shooting, umekuwepo lipoli zote inawezekana hamasa ya mpira haikuwa katika kiwango hichi. Kwa nini mashabiki wanajitokeza katika mechi za namna hii kuliko ambavyo wanajitokeza katika mechi mechezo rasmi? Na unafikiri taswira ya mashindano kama haya inaweza kabadilisha chochote kwenye mpira wa Iringa hii? inaweza hii kubadilisha lakini ubadilishaji wake hautafanana na mazingira ambayo yako nyuma, kwa sababu hizo timu ambazo unazungumza zilikuwa chini ya wa, uongozi ya uongozi wa wanachama wanachama, si ndio? Ndo wanaoamua mwenendo wa timu zao. Sasa kwenye hizi mashindano ni sehemu ya kutambulisha vipaji vya wachezaji lakini kutoa burudani na watu kuendelea kuupenda mpira. Lakini je, kuna sehemu ya kuweza kuunganisha kuona kwa katika hiyo hiyo hiyo platform kwamba wanaweza kusaidia timu yetu ambayo zipo kwenye madaraja sawa? mm. na hili pia naomba turejee kwenye mchezo wa siku ya leo. Wewe ulikuwa mwalimu mshauri, nini ambacho umekiona kiufundi ambacho kimewasaidia zaidi Spana kutoka nyuma goli moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza wa ugenini na kushinda magoli mawili kwa sifuri leo kufuzu hatua ya robo fainali? cha kwanza nilipokutana nao tulizana swali, kwa nini tulipoteza ule mchezo? mm walitoa majawabu wenyewe wachezaji na ambao ni jambo zuri. Kwa hiyo kama mmeona, matokeo alikuwa ndo hayo. Kuna haja sasa ya kuboresha. Kwa hiyo tunachokihitaji ni nyinyi, kila mchezaji kwa nafasi yake na kipaji chake alichokuwa nacho aende akaonyesha, kwa maana kwamba game wenyewe ilivyokaa haihitaji tena kucheza katika, katika mazingira ya teamwork sana ya, ya, ya. Kikubwa sana tunachoangalia ni ule uwezo binafsi wa mchezaji kwa sababu tunahitaji matokeo. Kwa hiyo obviously tulivyokwenda kipindi cha kwanza, nikawaambia katika 15 za kwanza wahakikishe kwamba wanapata goli. Tukatengeneza plani nyingine ya namna ya kuweza kutafuta goli la pili, dakika 15 za pili tushushe pressure lakini ndio imetusaidia kwa sababu ile pecha tulianza nayo ndio imetusogeza tupata goli, kwa hiyo imetuweza kukumaliza matokeo. Kwa hiyo ni plani tu ambayo tulikuwa nayo na namna ambavyo wao walivyocheza mchezo ule uliopita na huu tumawadu. Kwa hiyo yale maarifa ambayo tulikuwa tumeongeza yameweza kusaidia kupush kwenda kwenda mbele. Maswali mawili ya mwisho: moja, wewe uh, kama mwalimu tutategemea kukuona katika timu ya Spana katika mchezo unaofuata, na la mwisho ni umepita katika viwanja tofauti, level ya Spana kiushindani unaionaje kulinganisha na timu nyingine? Ah, kune kune kuniendea kuniona kwenye, kwenye timu ya Spana ni viongozi wa Spana kuamua. Sasa mimi makubaliana nao kwa kuangalia mchezo wa leo. Eh, na nimekuomba niongeze niongeze niongeze kitu ambacho ninacho kwenye kwenye mechi zao. Nimeongeza. Kwa hiyo wakiona kwamba inapendeza unaweza kaniona, lakini kwa umesema swali la pili kwa e, uh, level ya Spana kiushindani. E. Ukilinganisha na timu zingine ambazo umepata bahati pia yona kuziona. Unaiona je? Wako vizuri, wako very organized. Ni si��. timu ambayo ina, ina watu ambao wana wana, wana kiu ya kupata mafanikio. Kwa hiyo sofa na aina wachezaji ambao wanawachagua ni, ni wazuri. Kwa hiyo naamini kama wanatulia na kuna kufanya mipango mizuri zaidi wanaweza wakafika mbali zaidi, lakini obviously kwamba viongozi wako vizuri, wamejipanga vizuri, wana wanaangalia timu yao wanaijali timu yao na wachezaji ambao wanachaguliwa ni wachezaji ambao wako very competitive kwenye mashindano hayo ambayo. Hapa kila la kheri mwalimu, asante.